Ni kinini hicho? iti Ah, upupu? We, unaweza kunimwagia upupu mimi, wewe? na utakaa humo ndani. Aha, kumbe wa wajinga bado wako nje. Yaani mimi wamenifungia mlango, alafu nawasikia kabisa, wanatamba wanatamba. Simu ya mdogo wangu ipo ndani, ndio maana muda wote tunapiga simu na haipokelewi. Kwa hiyo cha kukushauri wewe, nenda mpaka kwa mdogo wangu, alafu mwambie kila kilichotokea hapa nyumbani, ili awe na jinsi ya kutusaidia. Sasa kwani tusiende wote? Maana kuna maswali mengine mimi nitashindwa kuyajibu. Wewe ndio unaelewa tukio zima, jinsi lilivyotokea itakuwa rahisi kumjibu dada yako. Na kingine, kwa hii hali ambayo inaendelea, kutembea peke yako kiukweli inaogopesha. Twende wote bwana. Kwenda wote haiwezekani kwa sababu nimeachwa hapa nyumbani kama mlinzi, na tayari unaona nimefanya uzembe, wamebeba begi. Nikijifanya naondoka hapa nyumbani, watarudi, watakomba vyote vilivyobaki. Kwa hiyo mimi nakushauri tu ondoka, nenda na usihofu njiani uweze ukapatwa na matatizo yoyote yale. Wewe nenda, utafika salama kwa mdogo wangu. Ukifika mwelezi kila kilichotokea, ili aone jinsi ya kuweza kusolve hili. Unacheza na maisha ya kakako eh? Toka ule muda nimekuagiza sasa hivi ndo narudi. Kama umtaki sema, inaonekana mimi kielele changu tu cha kukusaidia. Hapana, alikuwa zumuni langu kakako, nilimwambia kanipatie vile vitambaa, lakini cha kushangaza hata hilo begi lenye hakuliona, ndio maana nikachelewa. Tulikuwa tuna discuss nini cha kufanya. Nakupa mtihani, nenda nyumbani ukakae utulie, uanze kuhesabu kumi kurudi chini. Namaanisha uanze kumi tisa nane mpaka moja, na uhesabu mara saba. Ukimaliza ulale, lakini usiamke mpaka nitakapokuambia. Umenielewa? Unamaanisha nianzie kumi kurudi nyuma? Na vipi kuhusu kuniamsha? Utanipigia simu au utakuja mwenyewe? Kama utanipigia simu utanibidi niwe nayo karibu. We nenda kafanya kama nilivyokwambia, zingatia hadi nitakapokwambia. naomba unisamehe sana mdogo wangu kwa hili ambalo limetokea. Najua ni makosa yangu mimi, kwa sababu nimeshindwa kufanya vile ambavyo umeniambia, lakini mimi nakuahidi, sitarudia tena kufanya hivi siku nyingine, nikuahidi. Eh, basi inatosha. Wewe mara ngapi unafanya makosa na unaomba msamaha. Uwe, msamaha na msamaha? msamaha msamaha wako unasaidia nini kwa sasa hivi hmm? Yaani wewe oh, ukiambiwa fanya hivi unafanya hivi, fanya hivi unafanya hivi, sijui unaka nini wewe. Una tatizo gani yaani hmm? Nashindwa hata kuelewa. Hivi kati, mimi naona mimi natakiwa kumwongoza mwenzie yaani. Umekuwa kama wewe ndo mimi afu mimi ndo wewe kaka. Hii inaonyesha kabisa zai, wewe unafanya makusudi. Haya ni makusudi. Sasa kama sio makusudi, kwa nini umefanya hivyo? Haya ni makusudi kaka, na unafanya hivyo, unajua kwamba sisi tupo, ndio maana yaani, mimi nishachoka, yaani nimeshachoka kabisa, nimechoka, nimeshachoka. ah ah, naomba usichoke mdogo wangu, ni masuala tu ya kibinadamu. Nimejisahau kubadilisha hii nguo kama ulivyoniambia, pamoja na viatu Ndo maana haya yote yakatokea, lakini nakuahidi kitu kimoja, nitapambana kadri ya uwezo wangu niweze kumpata huyo ambaye amekuja kuiba begi na nitalirudisha hapa nyumbani, naomba tu niamini. Hai tamtafuta tarudisha begi hapa nyumbani. Aya koja tuone tapata. Mimi naingia ndani kulala. Ikifika saa saba na dakika saba uniamshi na nielewa kumi tisa nane sita nane, saba, sita, tano, nne, tatu, mbili, moja, kumi tisa Unawezaje kuhesabu namba kutoka mbele kurudi nyuma? Unajua maana yake? Naongea na wewe kibwengo, unajua maana yake? Aha, ngoja sasa nikuonyeshe, unijui vizuri. Mdogo wangu vipi? Mbona natoka ndani? mkuku mkuku, saa saba na dakika saba ulioniambia nikuamshe bado haijafika, lakini unatoka ukiwa unakimbia, shida ni nini? Yaani kuna ndoto nimeota, ndoto mbaya inayomhusu Kizibo. Kwanza kamwangalie, maana naona kabisa kuna shida kwao. Ndoto mbaya inayomhusu Kizibo? Ndoto gani hiyo? hebu niambie wesi uende, yaani naona kabisa kizibo huko alipo, yaani kuna matatizo. Nenda basi kamsaidie. Sawa, naenda.